Mtazamaji wa Almas Digital, ni kutokea nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Kama ambavyo unatazama kwa uzuri kabisa, uh, ni patupu na tunaweza tukasema kwamba mashabiki wa Simba wametii agizo la CAF. Tunafahamu klabu ya Simba imefungiwa kuingiza mashabiki katika mchezo huu wa leo wa pili wa hatua ya awali dhidi ya Gabaroni United, mechi ambayo itachezwa katika uwanja huu hapo mbele yako majira ya saa kumi uh, jioni. Na Simba wamefungiwa kuingiza mashabiki, ni kutokana na vurugu alizofanya katika mchezo dhidi uh, ya Almasri, lakini pia ule mchezo wa fainali uliofanyika kule visiwani Zanzibar dhidi uh, ya RS Berkane, kutokana na uh, uh, ile mioto waliokuwa wanawasha uwanjani. Kwa hiyo uh, ni walikuwa wanatumia aina ya ushangiliaji ambao kafu hawakuruhusu kwao. Kama ambavyo unatazama hapa, ni nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Hili ni geti D maarufu kama geti la Yanga. Kama ambavyo unatazama hapo kwa uzuri, ni peupe, hakuna utaratibu wote wa mashabiki kuingia, na mashabiki hawatakiwi kuwa karibu na uwanja hata kidogo. Usilete pua yako, wanasema mashabiki anatakiwa kuwa mbali na uwanja huu eh, takribani kilomita mia moja. Kwa hiyo siku hii ya leo shabiki wa Simba wana, ni mita mia moja na sio kilomita mia moja. Kwa hiyo siku hii ya leo shabiki wa Simba huruhusiwi kusogea hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Tunafahamu klabu ya Simba imeandaa utaratibu maalum wa kuwakusanya wana Simba pamoja pale ma Mtazamaji ni nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa na tunaweza kusema hatimaye mashabiki wa Simba wametii agizo la CAF kutokanyaga katika uwanja wa Benjamin Mkapa siku hii ya leo wakati timu yao ya Simba itakapokuwa ikicheza mchezo wa pili wa hatua ya awali ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Gaborone United kutokea kule Botswana. Klabu ya Simba imefungiwa kuingiza mashabiki katika mchezo huu kutokana na vurugu walizofanya mashabiki katika mechi dhidi ya Almasri na mechi ya fainali ile ya kombe la shirikisho dhidi ya RS Berkane, mechi iliyochezwa kule visiwani Zanzibar. Mtazamaji, wa Almas Digital, ni kutokea uwanja wa Benjamin Mkapa patupu. Tunaweza tukasema kwamba mashabiki wa Simba Sport Club wametii agizo la CAF na, uh, tunafahamu Simba Sport Club wamefungiwa kuingiza, uh, mashabiki katika mchezo huu wa leo dhidi ya Gaborone. Jina langu ni Teddy Tino, hakikisha unafuatilia Almas Digital kwa update mbalimbali mbali za mchezo huu.